Karibu sana katika kipindi hiki cha Tausi wa nishati safi. Kama ilivyo ada, lengo la kipindi hiki ni kuelimisha jamii juu ya utunzaji wa mazingira kwa kuhimiza kutokata miti hovyo, lakini pia kuhamasisha matumizi sahihi ya nishati safi. Kwa sasa timu yetu ipo hapa Morogoro, tumeweza kwenda katika uwanja wa Jamhuri na tumekutana na nguli wa soka ambaye amezungumza nasi mengi kuhusiana na mazingira. Naitwa John Ruben Simkoko, ni meneja wa uwanja wa Jamhuri chini ya CCM hapa Morogoro. na kifupi cha historia yangu kwamba mimi nimezaliwa miaka sabini na tatu iliyopita hapo Dar es Salaam mtaa Mzizima, nimesomea shule ya Mchikichini wilaya ya Ilala. Baada ya pale, nikawa nimekwenda Kibasira, wakati huo ilikuwa inaitwa Santa Xavier, nilipochukua masomo yangu ya sekondari. Baada hapo, nikapata uhamisho nikaenda kusoma YP Institute ambayo iko Kondoa Ovada chini ya Reverend Super kule ndipo nilipomalizia masomo yangu ya sekondari. Pamoja na kusoma huko nilikuwa mchezaji mpira toka hapo shule ya awali. Nilipokuwa Mchikichini nakumbuka tumesoma na Maremo Marichogo. Nadhani wengi kwa umri wangu mnamfahamu alikuwa center back wa timu ya taifa pia alikuwa anachezea Simba. Timu ya Simba. Nilikuwa na Juma Kitwana Douglas ambaye alikuwa anachezea Cosmo, Kes Kibuda na wachezaji wengi ambao kwa umri wangu naweza kuwakumbuka lakini baada ya hapo nikawa nimekuwa kule Urambo pia nimekaa kwa muda, na wakati huo watu ambao nilikuwa nao Urambo wakubwa wangu, kwa mfano mjomba Aden Rage tulikuwa naye kule, marehemu Sita tulikuwa naye kule na baadhi ya watu wengi ambao tulikuwa nao Urambo. Baada ya hapo katika maisha yangu nikawa nimehamia Lindi, nimekaa Lindi kwa miaka isiyozidi miaka sita pale nikiwa mchezaji na nichezea timu ya Nguvu Moja pale. Wachezaji ambao nawakumbuka tulikuwa pale moja hapo, wakiwa marehemu Wajimuki na baadhi yao. Basi katika jumla maisha, baada ya kutoka Lindi, nikawa nimekwenda Tabora, lakini Tabora nikakaa kwa muda, nikawa nimeenda Mpanda, sasa hivi wanaita Katavi kule. Nichezea timu ya Tumbaku na kwa bahati nzuri sana miaka hiyo nikakutana na Sadi Mateo wakati anachezea timu ya Ujenzi Lukwa, wakatiu kama unavyojua tulikuwa na ligi za mkoa, kwa hiyo tulikuwa kule tulikuwa kule na Malem Didi, tulikuwa na Ali Jangalu na wengine wengi tu. Baada pale mimi nikapata transfer kikazi kwenda Tabora kwa ajili ya kuongeza timu au kuanzisha timu ya Tumbaku Tabora. Basi baada pale ni kama mwaka mmoja nikapata transfer kuja Tumbaku Morogoro, ilikuwa sabini na sita sabini na saba. Nilipofika Morogoro niliwakuta wenyeji wangu kina maremamisisabu kina ma Athman Bongisa kina Ndururu Charles Boniface, Omari Useni na wengine wengi tulikuwa hapo. Basi nipata kuchezea timu ya Tumbaku wakati huo kwenye ligi daraja la kwanza, by then watu wanakumbuka, na wakati huo ligi daraja la kwanza ilikuwa nicheza timu sita tu, baada ya kutoka timu mbili mbili kwenye vituo. Kwa bahati kituo cha Songea tulikuwa timu nyingi pale ambayo sisi Tumbaku, Yanga, came, came, nevi by them wanaita, tulikuwa na timu ya Majimaji na zingine, tukapata bahati sisi na Yanga kutoka kwenye kituo cha, cha Songea. Kama nilivyosema awali ni kwamba timu ya wakati huo ligi kuu inakuwa na timu sita, kwa hiyo kulikuwa na vituo vitatu vinavyotoa timu mbili na make timu sita ambazo unacheza ligi ya wakati huo. Nashukuru katika uteuzi wa national team, mwaka 80 81 nilipata bahati ya kuchaguliwa e, timu ya taifa wakati wako akina Sweneali marehemu Lila Shomali, na nakumbuka mkondo wetu wa kuchaguliwa mimi Lila Shomali na Charles Mkodo pamoja na, na wachezaji wengine ambao nimewasahau tulipata bahati ya kuchaguliwa katika national team. Basi ikawa keria yangu hiyo kawa wakati huo by then. Baadaye nikawa nime kulitokea exercise ya kupunguza watumishi tumbaku ilikuwa mwaka 85 86. Kwa hiyo wakapunguza wachezaji wengi wakati huo, lakini pata bahati mimi nilibaki mimi na male Manyanga, mayanga tulikuwa tumebaki katika kikazi, wenzetu waliotoka tumpaku ndio walikwenda kutengeneza timu ya prisoner. Wakina male aibukaiwanga, wakina dalasumbwa, wakina wengi wengi walikwenda, wakina male gaga, na mwalimu wetu ka alikuwa Modest Marunde, ndio alitoka akaenda kutengeneza timu ile Wakati huo mimi bado nimebaki pale Tumbaku kwa sababu ajira, na nilikuwa entitled, inamaana maana kwamba nilisomeshwa na Tumbaku, nilisomea diploma ya procurement, nilisomea pale Business College mimi pamoja na Charles Boniface alipelekwa School of Accounts, na ndio maana alipokwenda Yanga akafanya kazi moja kwa moja na Air Tanzania. Kwa hiyo hiyo kwa sehemu ilikuwa ni nafasi yangu nilipopata. Hivyo basi, nikaa pia pamoja na kucheza cheza, nikawa nikafundishwa ukocha, nikajifundisha ukocha Lidanda sipotokea na maana timu ya Tumbaku kukaa haipo tena. Mimi nikawa nimechukuliwa na timu ya, ya shirika la Leli, nikaanza shirika la Leli hiyo kwa 85 86 nikawa na Leli. Nikanao muda mrefu sana lakini sintosema historia yote kwa sababu muda pia ni muhimu. Nifundisha timu ya Leli inapata miaka kama mitano hivi, kwa mara ya kwanza ndio tukaingia Winners Cup mwaka 91. Sisi ilikuwa timu ya pili Tanzania katika nafasi hiyo, kwa sababu zamani kulikuwa na ligi ya muungano ligi ya muungano, ina maana timu mbili zinatoka bara na timu mbili zinatoka Zanzibar, mnacheza ligi, ligi hiyo mcheza, wanapatikana washindi mmoja anacheza klabu bingwa na mmoja anacheza Winners Cup. Na kwa hiyo tulipata bahati sisi kama timu ya redi, kwa mara ya kwanza kafu ana introduce Winners Cup, sisi timu ya redi kwa Tanzania ndio kwa timu ya kwanza kushiriki mashindano ya kombe la washindi. Kwa hiyo nakumbuka tulicheza kombe la washindi vizuri, kwa sababu tulicheza na timu ya Lesotho Wanaita matrama tuliwafunga, tuliwafunga hapa nyumbani, tuliwafunga kwao. Tukacheza na manzini ya Swaziland tukaifunga, baadaye tukacheza na Elmerek ya Sudan, na kumbuka pia tuna historia nzuri, kwa sababu kwa Tanzania sisi timu ya leni ndio timu ya kwanza kuifunga Elmerek hapa nyumbani. Tuliwafunga hapa goli mbili, return leg wakatufunga goli tatu bila kule, kwao. Kwa hiyo tukatoka nje ya mashindano. Kwa hiyo naweza kusema kwamba keria yangu pamoja na kuwa sasa nimestafu walimu lakini keria yangu imekuwa kubwa sana katika mchezo wa mpira, au robo tatu ya maisha yangu yamekuwa kwenye mpira. Basi nikawa nimeendelea na kozi, nikafanya kozi nyingi advance kozi na nini na nini. Baada ya hapo sasa nikafanya kozi kubwa ya diploma, kozi nifanya Ujerumani uje miezi mitatu, wakati huo sasa niko na Mtibwa. Mtibwa ni kwenda pale mwaka 95, 96, akiwa daraja ya pili, na kwa bahati nikaifanya Mtibwa kuchukua ubingwa mara mbili tulichukua ubingwa mwaka 99 na tulichukua ubingwa mwaka elfu mbili. Kwa hiyo tukawa hivyo, na wakati huo bado nafundisha national team katika umri tofauti, tukaenda hivyo baadaye. Baada ya kuwa nime qualify nikawa katika fanya assistant instructor course, nikawa sasa mkufunzi wa elimu ya mpira wa miguu hapa Tanzania chini ya kivuli cha, cha TFF. Kwa hiyo nimefanya hizo kozi katika maeneo mengi tu maeneo mengi nikwenda, mwisho sasa ikawa nimestaafu kufundisha mpira nimestaafu kufundisha mpira kwa maana kwamba nimeona sio sababu ya age. Hapana, age bado naweza kujiweza, lakini nikaona kwamba si bora kwamba nifundishe mpira wakati nina na vijana wangu wengi ambao nimewafundisha sasa hivi ni walimu wakina Saluma Yanga, Meki Maxime, Abibu Kondo, wengi sana wamekusha kuwa katika nafasi hiyo ya walimu. Sasa nikaona ili heshima iwepo mimi ni step down ili niwe natoa ushauri katika hao walimu wangu iwapo wananihitaji katika ushauri kwa hiyo sasa hivi niko katika instructor. Na nashukuru Mungu kwamba vijana wangu mmoja, Bimkondo, miaka nyuma alipokuwa KMC aliniita pale kwenda kutoa ushauri, na nishukuru kwa sababu alikuwa chini, Mungu alisaidia, sio kwa sababu ya ujuzi nasema jambo mengine, basi tushukuru Mungu kwamba timu ya KMC ilikuwa chini lakini kaipeka mpaka nafasi ya nne. Nashukuru Mungu baada ya hapo, pamoja na kozi nazofanya hizo, ikatokea pia hata kijana Zuberi Katuyu alipokuwa ihefu aliniomba nikamsaidie. Sasa unajua kisu kimefika kwenye mfupa, nisingeweza kukataa kwa sababu ni mwanangu. Nikaenda kule, walitoka from chini, nikampeleka mpaka nafasi tano. Kwa hiyo yote nashukuru Mungu, lakini ilikuwa mtihani mgumu sana kwangu, kwa sababu kumbuka kwamba kukipa performance ni jambo gumu sana. Tayari nikushaweka heshima kwamba tayari timu ya timu ya Mtibwa imechukua ubingwa mara mbili. Sasa kuja tena kufundisha timu kwangu ilikuwa mtihani mgumu, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha ile performance kubakia pale pale kwa hiyo hiyo ndi sehemu ya maisha yangu katika mchezo wa mpira hapa Tanzania. Kiukweli tunakushukuru sana Joni Simkoko kwa historia yako ambayo umeweza kuifupisha ili tuweze kuelewa safari yako ya maisha katika mchezo wa mpira. Kweli wewe ni nguli na bado una mchango mkubwa katika tasnia ya mpira hapa nyumbani Tanzania. Je, unazungumziaje kuhusiana na ujio wa Tausi hapa Morogoro? Kwanza nashukuru, nashukuru kwa sababu Tausi ni shati safi imetutembelea ni moja ya hamasa ambayo mnakuja kuja kutupa hiyo hamasa hiyo, na si hasha tu. Nashukuru kwa sababu mkuu wetu wa mkoa pia jambo hilo amelifuatilia sana. Sasa kuja kwenu basi, tumeona jambo zuri sana kwa kuweza kuweka hamasa ya kuona kwamba Tausi nishati safi ni sehemu ambayo itakuja kufanya kazi kubwa sana kuhamasisha ili jambo hili liendelee. Na si hivyo tu, nawapongeza Tausi nishati safi kwa sababu hiki pia tukumbuke kwamba rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan unaona sasa kesha kuwa na vyanzo moja wapo, ikiwa ita Tausi ni safi safi, kuweza kuweza kuhamasisha na kuweza kufanya vizuri sana kwa ajili ya kuweza kutunza mazingira. Morogoro imekuwa mkoa ambao umekuwa ukitunza sana mazingira na kufanya kuwa ni kivutio kikubwa sana kwa watalii, lakini pia sio watalii, hata watu mbalimbali hupenda mbali sana kuja kuishi katika mkoa huu. Je, nini siri ya mafanikio haya? Ni kweli tunachukua nafasi hiyo, kwa sababu bado bado, nampongeza sana mkuu wa mkoa na idara zake kwa kuweza kulipa jambo kipaumbele sana jambo hili. Kwa hiyo moja ma ya mahamasisho yake kwanza ni mazingira, kama unavyoona sasa hivi, kama mlivyotembelea, unaona kimorogoro imekuwa safi, imekuwa kijani kama mlivyoona. Bado sasa mnaona vyanzo vya maji vinakuwa katika hali nzuri. Hapo awali kweli kulikuwa na uharibifu, lakini nashukuru serikali kufikiana na madiwani na watu wote wa chama walitoa kipaumbele kuona kwamba mazingira ya mkoa huu yanakuwa katika hali kama mnavyoiona. Asante sana mkuu. Uh, katika ujio wa Tausi uh, na lengo letu la kuweza kuhamasisha kwa, kwa kutumia njia ya michezo, unafikiri inaweza ikawa ni njia sahihi kuifanya katika mkoa huu? Nashukuru na Tausi ni shati safi kwa hiki mtakachokifanya tu, tuombe Mungu tuone kwamba tutafikia vipi wa, lakini kwanza elimu kubwa mtakayoifanya ni hii ambayo mnaianza kwanza nyinyi wenyewe kutumia michezo kuonyesha hali hiyo, hamasa itakuwa kipya kingine, ki kuwajumuisha watu ni moja ya elimu kubwa sana kuliko kumfikia gupugupu, lakini na hakika kabisa, pamoja na mkusanyiko huo akipata elimu hiyo, na nyinyi mtakapokuwa mmejitangaza kutembelea katika gupu hizo, basi nadhani hilo hali itakuwa imekuwa katika kiasi kikubwa sana. Je, una maoni gani juu ya Tausi na utunzaji wa mazingira kwa ujumla? Ah, maoni yangu ni kwamba bado nawashukuru tena Tausi nishati safi kwa kifanya hiki, kinachotegemewa ni mwito tu kwa sisi wananchi kuona kwamba hii ni sehemu yetu, hebu tumuunge mkono. Kama mnavyojua Mama Samia Suluhu Hassani mambo anayofanya, pamoja na hii tunaona keshatoa majiko mengi sana, ili yote kufanya nini? Kulinda, kuona kwamba hii nishati iwe katika o unaotakiwa. Kwa hiyo sina shaka kabisa kwa hiki kitakachotokea tuweze kuona kitu gani kitatokea, lakini na hakika hamasa yenu kwa siku, kwa sababu tayari mmekusema kwamba mtaomba uwanja wa Jamhuri katika matangazo haya, basi mimi nawakaribisha sana, karibuni sana katika uwanja wa Jamhuri ili tuweze e, kutimiza jambo hilo kwa kadiri ya mtakavyokuwa mmepanga. Asante sana Mista Simkoko, tumezungumza mengi kwa muda mrefu pia kuhusiana na mazingira, lakini pia kuhusiana na michezo kwa ujumla. Sasa ningependa kufahamu je, kwa upande wako wewe unatumia nishati gani? Kuna wakati mwingine kuna matatizo ya umeme, basi nayo gesi naitumia. Kwa hiyo hiyo ndio hali ya kawaida ya maisha yetu. Kwa hiyo kwa namna yote na pasenti 100 kuona kwamba natumia vitu vyote, hasa nishati tatu kwa uwezo ambao ninao. Hili jambo natakiwa wote tuwe na akili nalo, kwa sababu ona, sasa hivi hali ya mazingira imekuwa ngumu, kwa sababu ya mambo ya makatokato ya miti. E, vyanzo vya maji vinakuwa matatizo yote, kwa sababu ya mazingira tunaweka vibaya. Kwa hiyo wito wangu kwa pamoja na mimi na wote tuone kwamba e, mazingira yetu tuyatunze, ili tuweze kupata kutumia nishati safi, manaake mambo mengi tutakuwa tumeepukana nayo. Ona kwamba inafikia pahali hata matumizi ya kuni kwa watu wetu wa bara uko na matatizo. Kuna wakati walikushalita watu nini mauaji mabaya kwa kutumia kuni kupuliza macho yao kwa mekundu, watu wanauawa bila sababu yoyote, lakini sasa hivi mbadala umekuja mbadala umekuja. Sio kwamba itakuwa yote itaisha kwa mara moja. Hapana, ni hatua kwa hatua, lakini kwa hatua ya mwanzo, mimi ningehamasisha kuonea ya kwamba ni nishati safi ndio jambo sasa hivi mwafaka kwa wakati. Tumuunge mkono mama kwa hili jambo. Kiukweli niseme na kushukuru sana Mr Simkoko, na kubwa zaidi tumuunge mkono mama kwa hili jambo. Nasi kama Tausi tumeungana na wewe katika kuhamasisha, lakini pia kusambaza elimu kuhusiana na utunzaji wa mazingira. Kwako wewe mtazamaji wetu, endelea kutazama vipindi vyetu kupitia chaneli yetu ya YouTube. Usiache kushare, kulike na kusubscribe. Chao mpaka wakati mwingine.